Na mshukuru Mwenyezi Mungu nimemaliza mechi salama salmini, na hatukupata matokeo ambayo tulikuwa tunayahitaji, lakini mwisho wa siku lazima tushukuru kwa kidogo ambacho tumepata, na na hisi huu ni tunajipanga kwa mchezo unaokuja, kwa sababu unajua tunacheza kila baada ya siku mbili. Kwa hiyo hatuwezi kuinamisha vichwa chini, tunaamka tunaenda kujipanga, tunarudi tena kucheza na Pamba hapa Jumamosi. Aa, kwanza ni nashukuru kwa watu ambao wamenichagua kuwa mchezaji bora wa mechi, na pia hii tuzo sio ya kwangu, ni ya wachezaji wote ambao tumepambana kwa sababu ya kupata point moja. Kwa hiyo tuzo ni ya wachezaji wote. Nawashukuru pia wachezaji wenzangu kwa kunisupoti, benchi la ufundi na kila mmoja ambaye alikuja uwanjani mashabiki. Pia mashabiki wametuonyesha kutusupoti wachezaji, nataka matukio mazuri, lakini mwisho wa siku tunapokea tuna tuna kile ambacho Mungu ametujalia. Tutajipanga kwa mchezo wa Jumamosi, na natumaini pia tunaweza tukapata matokeo mazuri.